Sarah K aliambiwa na kikosi kimoja atakapokuwa akiimba nyimbo zake asiwai tacha jina la Yesu wa Nasareti ndani, lakini aimbe na jina la Mungu. Hata Jimmy Gate. Na tofauti la jina Mungu na jina Yesu, ambaye ni muumba, jina Mungu linabadilika, lakini jina Yesu halibadiliki kamwe. Kwa nini? Jina Mungu, ukienda kwa wakamba linabadilika, anaitwa Ngaimu. Ukikemea pepo kwa jina la Ngaia litatoka. Ukienda kwa Luya, Kiluya anaitwa Were. Ukiemea pepo kwa jina ya Were alitatoka. Ukienda kwa anjaluo, anaitwa Nyasai. Ukiemea pepo kwa jina la Nyasai, aliwesi toka. Haya, na nakwa kabila sila zingine pia. Walio tafsiri Biblia nao wanasema walimbuni ama wakaandika manjina elfu tatu na mia tano lakini jina ya aliye, siumba mbingu na ardhi. Alikuweko ndani. Hata majina singine walikuwa namuita majina za mahali, kama vile njobanizi, njobanjire, njobashama, Elohimu, vitu kama hizo. Haya, kama sisi hapa sasa hizi tumuita aliye siumba mbingu na ardhi tumuita Nairobi. Sasa ukianza kuimba unasema Nairobi na Saidi Siba, Nairobi ni wewe. Ukianza kuimba pia na Sibu Nairobi na Saidi Siba, una Saidi utukufu, hivyo hivyo. Sawa sawa, eh? Lakini kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 8 inasema Njina Yesu, ni Yesu ni ule njana leo na hata milele, alipandiliki kamwe, kwa sababu yeye ni muumba wa mbingu na ardhi, mwanzo na mwisho, niko ambaye ni niko. Haya, Matendo ya Mitume ine, Matendo ya Mitume kumi na mbili ine, inasema ya kwamba njiwe waliokataa waasi limekuwa njina kuu la pembeni ambaye ndio njina walipewa wanadamu hapa chini ya mbingu litupasao kuokolewa kwalo, ambaye ni jina lake Yesu Kristo, ambaye ni muumba wa mbingu na ardhi. Lakini huyu mwingine, ukienda kwa ukienda kwa Kiislamu, anabadilika anaitwa Ala. Ukikemea pepo kwa jina la Ala, aliwesi toka. Ukikemea pepo na kuamulisha kwa jina la Ala, hai pepo alitoki kamwe, linakuangalia linakushangaa. Lakini pepo likikemewa na mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti pepo linatina linatoka. Ndiyo sababu ya hizo majina mawili. Kwa hivyo walio tafsiri Biblia wanasema ya kwamba jina Mungu walikaa chini wakaulizana, tumuite Mwenyezi Mungu, tumuite Bwana Mungu, tumuite tumuite Njova, tumuite Bwana Mungu, lakini wanasema jina Mungu alitoa kwa waguja na wazazi bali, kwa sababu wale ndio walikuwa ndio walikuwa wenye lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ile jina walitoa kwao, lakini jina za aliye siumba mbingu na ardhi anaitwa Yesu Kristo, ambaye jina Yesu Yesu ni muumba. Jina muumba inawakilisha aliyeziumba mbingu na ardhi. Lakini ukisoma kitabu cha Wakorintho in Wakorintho wa kwanza in, inasema shetani ni mungu wa hii dunia. Kwa hivyo utashindwa yeye aliyeziumba mbingu na ardhi aitwe Mungu. Na anasema kitabu cha Isaia ya kwamba ashie utukufu wake na mwingine, na ndio maana akapewa jina Yesu. Mwenyewe anasema ombeni kwa jina langu, nami nitawapa bisheni, kwa jina langu Yesu, nami nitawavungulia kwa hivyo jina Yesu alibadiliki. Ukienda kwa kamba ni Yesu, kwa lugha ni Yesu. Lakini huyu mwingine anabadilika, unaweza njiuliza huyu ni nani? Na ndio naona mtu akisimama aanze kuhubiri anashindia kwa Mungu, Mungu Baba, sui nini? Uwe ni ndadi, sio una stahili sifa. Yaani, unashindwa hii sifa inarudi kwa nani? Wakati nasema Mungu na Biblia inamwita Shetani Mungu, utanjuaje nimetamka kwa capital letters ama kwa small letters? For example, Yohana 12 na mstari wa ishirini na moja Filipo aliitwa Bwana. Ukisoma hiyo andiko aliitwa Bwana kwa capital letters. Kwa hivyo itakuwa Yesu aitwe Bwana na Filipo ameitwa Bwana. Sasa ile utukufu inarudi kwa nani? Na ndio naona watu wanaambudu miungu wakitumia shortcut. Na hapo Yesu ndiye atakapowaambia mimi tulimuliitana kwa jina langu, tulifanya miungiza kwa jina langu, lakini Yesu atawaambia siku wanjua. Na hiyo ndiyo siri ambayo wengi wanjui. Kwa hivyo kama ni kuimba imba kwa jina la Yesu Sifu kwa jina la Yesu, umbiri kwa jina la Yesu. Wacha shortcut ya mambo mingi. Yesu ni muumba aliyesiumba mbingu na ardhi. Jina muumba inamwakilisha Yesu Kristo, ambaye yeye ni alfa na Omega. Anasema ya kwamba atashuka na kiti chake na utukufu mwingi. Kama atashuka na utukufu wake mwingi, Yesu Kristo muumba, na huyo Mungu naye atambaki akiwa ya amekaa wapi?